Unatazama Uvira News TV. Asante. Kikao cha bunge la jimbo la Kivu ya Kusini kimeanzishwa rasmi hii tarehe 31 mwezi wa tatu mwaka huu. Sherehe hizi zimehudhuriwa na wakuu mbalimbali wakiwemo makamu wa gavana, mawaziri wa serikali ya jimbo, mapolisi na viongozi wa kijeshi. Kwa upande wake Jean-Jacques Elakano, akiwa gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini ametaja kwamba ameridhishwa na kuanza tena shughuli za bunge pa Uvira. Siku ya leo ni siku ya kihistoria, hakuna mtu ambaye angeweza kuwazia kwamba leo tunaweza kuwa hapa, lakini pamoja na viongozi mbalimbali tuliweza kuya na kusema, tutaketi kukaa karibu na populasion kwa sababu hatuwezi kuiachilia na ile population ilionesha ushupavu wake, kwa sababu haikuweza kusikia masikio zile nyimbo za adui na zile message zenye walikuwa nafanya za kutafuta kuwaza ya kwamba watatuvamia kiurahisi. Sasa hivi inaonekana ya kwamba boga imebadilisha nafasi, boga imebadilisha nafasi, na kama boga imebadilisha nafasi, ni wenzetu wa Bukavu ambao wako ukipe njo wanakuwa katika boga na shimo kubwa tunaita ni murwa. Kwa sasa hivi hapa mambo yetu ni shwari, naomba tuendelee kudumisha hii amani ambayo imeonekana leo na ujio na ufunguzi wa chumba cha wabunge wa député provincial ambao wamekuja kufungua session yao ya mars, na kutokana na hiyo Uvira yote eko mshambra -shambra, na mshambrashambra na Sud-Kivu yote mshambrashambra. Wajua ya kwamba siku zinazokuja kufatana na nia ambayo anaionyesha Rais Felix Tshisekedi Chilombo kitakomboa yale mengine maeneo, kwa sababu rais ametoka kuonesha ya kwamba aliahidi ya kwamba ataongezea waskari jeshi mishahara, ame double fois deux. Ameahidi ya kwamba askari jeshi mwenye iko kufro atapewa prime ya mia tano. Aiko tena hadisi, ni vitu vya kweli, na tuna imani ya kwamba sasa hivi mambo hayatakuwa tena kama zamani. Kwa hiyo raia yetu iendelee kutegemea serikali, iendelee kutegemea rais, iendelee kutegemea liwali Jean-Jacques Purusi na sisi wote ambao tuko hapa, kwamba hatutawaachilia. Unatazama Uvira News TV. Asante.